Majina yetu yatabadilika. Nilikuwa Huseni Mabati, sasa hivi Useni Maghorofa na nawaambia bado. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika siku ambayo tunafunga rasmi kampeni zetu za Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Leo hii Zanzibar, kwa kipindi cha miaka mitano ya Daktari Hussein Ali Mwinyi tumeenda kuongeza hali ya ufaulu kwa vijana wetu mashuleni. Naomba mpigieni makofi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Lakini kiwafisadi anatujengea zaidi ya kilomita 1200 Zanzibar, Unguja na Pemba. Basi fisadi huyo sisi tunampenda. Ikiwa fisadi huyo wanaomsema wao kwamba anajenga maskuli ya gorofa na maskuli ya chini kila eneo Nguja na Pemba, zaidi ya magorofa 47, fisadi huyo tutaendelea naye maisha. Bahati mbaya sana Mheshimiwa Rais, hawa wenzetu wanahisi ukilala, ukiamka kwenye ndoto unaweza ukawa rais wa Zanzibar. Lakini urais sio asali. Tunasema tena, urais si asali, kama kila mmoja arambe aonje, kila mmoja arambe aonje, haiwezekani. Lakini tulikuja na mipango mingi katika miaka mitano ambayo tumeielezea, na mipango mitano ijayo mingi tumeshawambia. Lakini tuliwaambia kwa nini mgombea wetu aliteuliwa na Chama Cha Mapinduzi mapema sana tukasema mgombea wetu alitaya au alibebwa na sifa nyingi ambazo anaweza kuongoza nchi hii ya zanzibar huruma nayo na kwenye macho yake ana mapenzi ndugu zangu kwenye huduma za jamii tutaendeleza kujenga skuli za ghorofa katika ngazi ya msingi ngazi ya sekondari ili tukamilishe ujenzi wa skuli zetu ambazo tumezipanga tayari. Kuna mkataba ambao tumeshaingia wa skuli mpya ishirini na tisa ili tuweze kuendeleza elimu katika nchi yetu. Mkoa wa Kaskazini kuna mradi unaoendelea wa dola za Kimarekani milioni 25. Kesho pia tunatia saini ya mradi mkubwa wa mkoa wa kusini unguja wa maji wa milio, dola milioni 55